Anashuka kujibu maombi yake, kila anayenyenyekea Mungu, anashuka kama muumbaji, bila kujali cheo chako, bila kujali dhamana yako, bila kujali, Mungu anashuka kukutetea kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Jesus, Samueli nabii anamwambia Sauli, utakapokutana na hao watumishi watatabiri wakati wanatabiri, na wewe utabadilishwa, utakuwa mtu mwingine. Sikiliza, Mungu ameachilia roho ya unabii ndani yangu. Ninaponena wewe, maisha yako yanabadilika. Ninaponena wewe, usawa wako unabadilika. Ninaponena anga la baraka zako zinabadilika. Ninaponena utumishi wako unabadilika, ina maana ukawe mtu mwingine. Anga lako libadilike. Anga lako linabadilishwa. Moyo wako unabadilishwa. Unaondolewa moyo wa kutokuamini. Umekuwa mtu wa kutokuamini kwa muda mrefu, Mungu anabadilisha anga lako. Ninaona mtumishi ambaye Mungu amemwita na kati yetu hapa, ninaona mtumishi yuko katikati yetu na hata hajajitambulisha. Yuko hapa, yuko hapa. Nisikilize, umekuja hapa kutaka kujua Mungu anasema nini. Mungu ananiambia nikuambie hivi: ninaona uko kwenye gari, ninaona uko kwenye gari kubwa, alafu unatembea na hilo gari, dreva anaendesha, dreva anaendesha alafu wewe umekaa kwenye ile gari, gafla umefika kwenye korongo. Listen to me, listen to me carefully. nina ninaona unafika kwenye korongo, lile korongo limejaa maji, limejaa maji. Sasa gari linajaribu kujua njia hapa inaweza kupita, wakati linapita kwa gia kubwa, kwa spidi, wewe uliachilia ile gari, ukatumbukia kwenye yale maji gafla ukajitahidi kutoka, lakini gari limekuacha. Mungu ananambia nikuambie hivi, ulikuwa na huduma kubwa. Gari ni huduma, gari ni huduma, na ile huduma lazima ijaribiwe, lazima ipimwe. Wakati wa kupimwa, hayo ndio mafuriko, hilo ndio jaribu. Kwenye hilo korongo, yale maji, yale mafuriko ni jaribu. Wakati unapita mahali pale, kwa nini? Mungu ananiambia, unaachilia hiyo huduma? Kwa nini unakata tamaa? Kwa nini naacha? Na aliyekuwa anaendesha hilo gari, Bwana anaambia ni Bwana Yesu mani.